zungumza kwa ufupi baadhi ya mambo muhimu kuelekea tarehe ishirini na tisa nikiamini wengi wetu hapa wana Mufindi kusini tunajua nini kimefanyika kwenye ilani inayomalizika na nini kitafanyika ishirini ishirini na tano mpaka thelathini kwa sababu safari hii imetolewa ilani ndogo inayoelezea utekelezaji wa ilani kwa kila mkoa. Ilani imegawiwa kwenye kata na matawi, na viongozi wengi tunayo. Kwa hiyo sitawapotezea muda kuelezea mambo hayo kwa kirefu, lakini na mambo mawili makubwa nataka niwakumbushe kuelekea tarehe ishirini na tisa. La kwanza, nataka niwakumbushe uchaguzi mkuu unaofanyika kila baada ya miaka mitano. Mnakumbuka ishirini ishirini ulifanyika uchaguzi mkuu, na sasa ishirini ishirini na tano unafanyika uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu unafanyika kwa mujibu ya matakwa ya kisheria kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana hiyo, nawakumbusha msipotoshwe na wale watu ambao hawaitakii mema nchi yetu wakipotosha watu kwamba uchaguzi unafanyika kwa matakwa ya CCM, sio kweli. Semeni sio kweli, sio kweli. Uchaguzi unafanyika kwa mujibu wa matakwa ya kisheria ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inazungumzia kila baada ya miaka mitano tutakuwa na uchaguzi mkuu kwa upande wa Bara, tukichagua madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo, hakuna kilichokiukwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo, asija akakudanganya mtu kwamba kuna jambo limepindishwa. Hapana. Wengi wetu hapa ni vijana na vijana wengi ni wanamichezo na vijana wengi wanaujua mpira wa miguu na sheria za mpira wa miguu, na nikiwaangalia hapa vijana wengi ni Simba Sports Club. Hapo vipi kwa kifupi inapewa ushindi, au sio? Sasa mtu akiweka mpira kwa pani, hiyo ni nongwa yake, sio nongwa ya CCM. Mnanielewa? Ziko timu zimekubali kuja, tutaingia nazo uwanjani tarehe ishirini na tisa. Na sisi hatuna wasiwasi tarehe 29, wana CCM na wananchi na wapenzi wa CCM, ikifika asubuhi saa nne tunakuwa tumemaliza shughuli, tunakuwa tumechukua tumeweka la pili. Amiri jeshi mkuu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametutangazia Watanzania wote kwamba tarehe ishirini na tisa hakutakuwa na vurugu, hakutakuwa na shida yoyote, tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Wapo wanaoeneza propaganda kwamba kutakuwa na vurugu, wanawatisha watu. Msiwe na wasiwasi, hata mkoa wetu huu wa Iringa mimi ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa taarifa, zote muhimu ninapata. Mkoa wetu uko shwari, mkoa wetu umejipanga, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko vizuri. Asubuhi tarehe ishirini na tisa, jitahidi chukua wenzako angalau wanne watano, usiende peke yako, halafu mnakwenda kwenye kituo mapema, mnapiga kura, mkipiga kura mnarudi nyumbani kusubiri matokeo hapo vipi? Kwa hiyo hakuna wasiwasi ndugu zangu wana Mufindi kusini na wana Iringa kwa ujumla, tarehe 29 kutakuwa shwari.